unapata hizo pesa kutokana na wafanyabiashara wenzio. Sasa hicho ni kitu ambacho ni muhimu, pengine wengi mlikuwa hamfahamu. Kwa hiyo mimi nitawaeleza, labda kabla sijaendelea na hilo swala, ni kwa taarifa yako tu, ni kuwa haya makampuni makubwa yaliyofanikiwa kibiashara, makampuni ya bia, makampuni ya vinywaji baridi na kadhalika, au hata ya sigara mitaji yao sehemu kubwa, wanapata fedha za kuendesha biashara yao sehemu mbili. Kwanza wanakwenda kuchukua pesa benki, lakini ya pili wanakopa kutoka kwa wafanyabiashara wenzao. Sasa kwa wewe, najua swala la kwenda kuchukua mkopo benki linakuwa kidogo ni nzito, lina, lina utata wake lina ugumu wake lakini la kupata pesa kutoka kwa wafanyabiashara wenzio hili ni rahisi sana, isipokuwa tu eh, ni swala la kutofahamu. Sasa hebu tuende sasa kwenye mada yenyewe ni kwa kama mnafuatilia vipindi vyangu nimejaribu kuelezea eh, kwenye vipindi na hata kwenye video zangu kuwa mtaji wa kuanzisha biashara mara nyingi umegawanyika katika sehemu kuu tatu. Sehemu hizo ni kama ifuatavyo. Kwanza, inahitajika pesa au fedha kwa ajili ya kuanzisha biashara, hiyo ni namba moja. Lakini pili, inahitajika fedha kwa ajili ya kununua vifaa mbalimbali vinavyohitajika kwenye hiyo biashara, hiyo ni namba mbili. Tatu, kunahitajika fedha ya kuendesha hiyo biashara, yaani ikishaanza sasa fedha sasa. Hayo ni maeneo matatu ambapo fedha ya mtaji inatumika. Sasa kwenye hiyo sehemu ya inayohusiana na fedha ya kuendesha biashara kuna kuna item moja ambayo ni ya muhimu sana, nayo na ni bidhaa au huduma. Kwa maana kwa kama unafanya biashara, ina maana aidha unauza bidhaa au unauza huduma na research zimefanyika ambazo zinaonyesha karibu asilimia 60 ya gharama za kuendesha biashara inatokana na manunuzi ya bidhaa au huduma, asilimia 60. Kwa hiyo ni fedha nyingi inahitajika. Kama wewe unafanya biashara ya nguo, maanayake kwa karibu asilimia 60 ya mtaji wako itatumika kwenye kununua nguo. Kama wewe unafanya biashara ya, ya, ya mgahawa, maana yake ni asilimia 60 ya mtaji wako utatumia kununua vyakula na vinywaji. Kwayo sasa, ni hii inabidi niwaeleze, ni mfahamu vizuri. Sasa kama ni hivyo, unapoanzisha biashara, sehemu ambazo unahitaji kupata fedha kama mtaji ni kwa ajili ya kuanzisha biashara, kwa ajili ya kuendeleza biashara na kwa ajili ya kununua vifaa. Sasa ukiangalia kuwa kwenye swala la kuendeleza biashara au kufanya biashara, ambapo ndio fedha nyingi na inatumika sasa, hapo ndio una, nachotaka kuambia unaweza ukapata hiyo fedha nyingi bila ya kwenda kuangaika sijui benki sijui kwenda kuomba, yaani ile, ile fedha uishike mkononi kwa sababu hichi nitakuambia sio kwa fedha utaishika mkononi, lakini itakusaidia kuendesha biashara bila wewe kushika fedha mkononi. Nafikiri hapo nimeeleweka. Sasa tuendelee kwenye kwenye kwenye mada yetu. Kwa hiyo sasa, kinachofanyika ni kuwa unajaribu kuona kama unaweza ukapata huduma on credit yaani kwa Kiswahili ni kuwa unaweza kupata huduma kwa mkopo. Sasa kinachofanyika ni kuwa unajaribu kuwatafuta suppliers au wauzaji wa, wa bidhaa au vinywaji, unaongea nao na mnakubaliana, mnafikia makubaliano ya kuwa watakupatia vinywaji au bidhaa kwa mkopo, kwa maana kuwa unakwenda unachukua bidhaa au vinywaji wanakupa kitu kinaitwa invoice na inapofika mwisho wa mwezi, yaani baada ya siku kama thelathini hivi ndipo wanapo wanapokubili kukwambia kuwa tunataka utulipe deni letu. Kwa maana ya kuwa kwa lugha nyingine, hawa jamaa hawakupi pesa ukanunue vifaa ukanunue bidhaa au vinywaji isipokuwa wao wanakupa vinywaji. Kwa hiyo wanachoondoa ile ile swala wewe kushika fedha mkononi. Kwa hiyo sasa wewe unapewa siku 30 ndio ulipe hizo fedha. Na of course ki-, ki biashara wakati mwingine unaweza ukatumia ujanja ujanja ukafikisha hata siku 45, yaani mwezi mmoja na nusu kabla hujalipa na mambo yakaenda. Kwa hiyo sasa ni, ni mkopo mzuri unaoupata. Sasa tuchukue mfano kama uko kwenye hoteli. Kwenye hoteli unaingia makubaliano na jamaa ambaye atakusapaa vitu kama mchele eh, mafuta ya kupikia sijui siagi sijui... yaani vitu vyote vinavyohusiana na na uendeshaji wa, wa hoteli n yaani vyakula unapata on credit. Sasa kinachofanyika ni kuwa yeye anakupa mchele anakupa mafuta anakupa nini, na anakwambia utamlipa baada ya siku thelathini kwa hiyo wewe unachukua hivyo vitu unakwenda hotelini kule, unawapikia watu mchele eh, chai na nini, kwa kutumia eh, bidhaa ambazo umepata kwa mkopo. Sasa utamu unakuja wapi? Wale sasa wateja ambao unaowahudumia, wao wanakulipa fedha, kwa hiyo unapata fedha mkononi. Sasa unaona mambo yalivyokuwa mazuri hapo, wewe kule umekopa, hawa jamaa wanakupa pesa. Kwa hiyo ukiwa makini kwenye kupanga mambo yako unaweza ukakuta hiyo fedha ambayo wewe umekopeshwa wewe unakuwa nayo cash sasa. Na unaweza ukaizungusha kufanya mambo yako mengine. Kwa maana ya kuwa unatumia fedha ya yule jamaa aliyekukopesha bila, ila sasa uwe na nidhamu. Maana yake ni kuwa inapofika mwisho wa mwezi au hata ukiongeza siku angalau 10 au siku 40, 45 hakikisha huyo huyo jamaa unamlipa fedha yake. Kwa sababu usipofanya hivyo, mtaanza kugombana na hata ataondoa hiyo uh, credit facility yani hutapata tena mkopo. Kwa hiyo sasa ni muhimu ufanye hivyo. Sasa kama unafanya hivyo, utahitaji mkopo wa nini kwa ajili ya kuendesha biashara, kwa sababu kama ulisha anzisha biashara sasa. Hapo utahitaji fedha fedha za kuanzisha biashara, wapo sio nyingi, mambo ya usajili, sijui juu bela, sijui na kodi ya nyumba na vitu kama hivyo. Alafu nyingine ya kununua vifaa labda fanicha vyombo e, vya kupika mbali mbali, kwa mfano kama ni hoteli ni masufuria na vitu kama hivyo, hapo utahitaji fedha, mkopo. Sasa ukishamaliza hapo, kinachofuatia hizi fedha za kununua sijio nyanya, sijui kufanya nini, hizi zote huzihitaji, kwa sababu utapata nyanya, utapata viazi, utapata nini kwa mkopo. Kwa hiyo sasa tunachosema ni kuwa mtaji wa kuendesha biashara unaopata kwa mkopo na ulipie kitu chochote tofauti. Kama ungeenda benki kuchukua mkopo utaambiwa ulipe riba, halafu kuna masharti kibao, si uweke dhamana na vitu kama hivyo. Kwa sasa hii ni njia nzuri kabisa ya kuwa unapata fedha on the credit kwa ajili ya kuendesha biashara yako. Jambo la msingi uwe na nidhamu. Nidhamu ya maana gani? Kwa uwe unalipa na hii itawezekana tu ukiwa na utaratibu wa kuweka hesabu. Hiyo ni ya muhimu sana. Weka hesabu za biashara sasa, hizi hesabu za biashara zitakuonyesha e, kwa sababu kwenye hesabu za biashara zitakuonyesha hata mtiririko wa fedha. Kwa hiyo sasa ule mtiririko wa fedha zitakuonyesha kama hizi fedha ni mti, kwenye mtiririko hizi zinatokana na jamaa aliyokuuzia vitu kwa mkopo na unaweza hata ukapanga baada ya siku ngapi utazilipa, na mtiririko wa fedha yako unakwenda vizuri. Kwa hiyo, ili uweze kufanikiwa kwenye kupata fedha kwa mkopo, kwa kununua vifaa, kwa kununua bidhaa au vinywaji, inabidi uwe na utaratibu mzuri wa kuweka hesabu, kwa sababu nina nina, nina experience ya baadhi ya wateja wangu ambao wanakuwa wanachukua vitu on the credit, yani wanachukua vitu kwa mkopo. Ikifika swala la kulipa, inakuwa ni shughuli, na mara nyingine unakuta hata wana, ile credit facility inaondolewa, yani hawauzii hawa, hawa, hawa tena vitu kwa mkopo, na hata kuna kupelekana mahakamani. Sasa hiyo ni kitu kibaya, kwa hiyo jipange vizuri. Nimekufungulia tu hiyo siri ulikuwa ufahamu, usinunue kila kitu kwa kashi, yaani unachukua fedha unakwenda kununua unakwenda kununua na hiyo fedha sasa inakuwa kama ume, nani yani inakuwa shida kuipata. Kwa hiyo ni muhimu ufanye hivyo, na hata kama ni swala la kuwa ukopi hiyo fedha, lakini pia kuna suala la kuwa bado unaweza ukatumia fedha za wenzio kuendesha biashara yako, na ndio makampuni makubwa yanavyofanya kuwa yanatumia credit facility kufanya biashara, na hii maana yake ni kuwa wanatumia fedha za wafanyabiashara wengine kufanya na wao biashara. Kwa hiyo ili niliona jambo ni niwaeleze ni ili kwa wale ambao wanafanya biashara waelewe ya kuwa uko mtaji wa bure kabisa kwa wafanyabiashara wenzio. Sasa jipange, nenda kwa supplies, kama unafanya shughuli za bidhaa zungumza nao kama jina lako liko vizuri, maana usione kama ni mtu tapeli tapeli na shida shida, watakukatalia. Kwa hiyo tengeneza brand name yako iwe vizuri. Kwa hiyo ukienda ukiongea nao watakupa vitu kwenye credit, na baada ya siku 30 au 45 wanarudisha pesa, maisha yanaendelea. Naona nimeongea sana kuhusu hili swala e, naona tuishie hapo leo. Nilikuwa ninaongelea kuwa kuna uwezekano wa kupata mtaji wa kuendesha biashara yako kwa kutumia fedha za watu wengine, au kwa lugha nyingine, kwa kutumia fedha za wafanyabiashara wengine. Na hii itakusaidia sana kuendesha biashara yako na hata kuipanua biashara yako. Naomba mwendelee kuangalia kipindi chetu cha Dira ya Ujasiriamali kinachokuja au tunachowatangazia siku za Jumatatu mpaka Jumamosi saa tatu usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Siku ya Jumapili tunakuwa na kipindi maalumu cha simulizi za ujasiriamali. mimi ni mtangazaji wa kipindi, Ali Mwambola. Asanteni na karibu tena.